Dk. Mwigulu Nchemba, uh, hatuna mashaka naye. Ni kiongozi mwenye uzoefu, mchapakazi, mwadilifu na mcha Mungu. Uh, amehudumu uh, katika nyadhifa mbalimbali kuanzia naibu waziri, waziri, na hatimaye sasa amekuwa waziri mkuu. Tuna imani kubwa naye kwamba anaenda kuwa msaidizi sahihi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ataenda kusimamia shughuli zote za serikali ndani ya bunge na hata nje ya bunge, kwa sifa zake nyingi zilizoelezwa na imani wanaenda kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 yenye misingi ya kazi na utu. Tunasonga mbele, tuna imani kubwa kwamba kazi zitafanyika kwa kuyafikia makundi yote kwenye jamii na utu wa mtanzania utazingatiwa. Watanzania wawe watulivu, wawe na imani na serikali yao chini ya Daktari Samia Suluhu Hasan, chini ya wasaidizi wake ambaye ni makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi, na sasa leo tumempata Daktari Mwigulu Nchemba. Kwa pamoja, timu hii itaenda kuwatumikia watanzania kwa uaminifu, uadilifu mkubwa na kuhakikisha matamanio yao yote yanatekelezwa kwa kadri itakavyowezekana, na imani inawezekana kwa kiwango kikubwa sana. Katika moja ya mazungumzo yake, wakati akiwashukuru ya ninyi wabunge, amesema uh, watumishi wazembe na walarushwa anakwenda na fyekeo na rato. Ndiyo. unadhani tafsiri ya kauli hii ni nini? Uh, tafsiri ya kauli hiyo iliyotajwa na waziri mkuu mteule ndani ya Bunge wakati anatoa neno la shukrani ni kauli ya kuonyesha na kuwatahadharisha na kuwapa angalizo watumishi wa umma wawajibike kwa nafasi zao wawajibike kutumikia Watanzania watoe huduma zilizo bora na kwa wakati ili kumhudumia Mtanzania wa kila rika katika kila eneo na katika kila sekta. Kwa hiyo kauli ile ni nzuri, lakini inawaamsha sasa watumishi wale ambao walionekana wazembe au kutokutimiza majukumu yao, sasa wajue, e, serikali ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika kipindi chake cha pili inaanza kazi rasmi leo kwa kumpata e, waziri mkuu ambaye tayari sasa ameshaonyesha nini wanaenda kusimamia Eh, kwa kutaja machache hasa tukitarajia mengine mengi siku ya ufunguzi wa bunge rasmi, ambapo atakuja rais wetu kulihutubia. Basi ni alama au ni angalizo kwa watumishi wazembe kwamba sasa wakae mkao wa kula, lakini wahakikishe kwamba kazi inafanyika.